Ni mtoto wa kiume mwenye umri wa miezi minne aliyepokelewa hospitali ya Lumumba tarehe 15 mwezi wa 11 akitokea hospitali ya jeshi bubumu, bububu ambayo ilikuwa ni rufaa, na alipokelewa kwa ajili ya matibabu uh, ya operation ya utumbo. Utumbo wa mtoto huyo ulikuwa umesokotana, kwa hiyo alifika kwa ajili ya kufanywa operation, yani matibabu hayo, na operation ilifanikiwa lakini katika kipindi cha tarehe kumi na tano mpaka tarehe kumi na tisa mtoto aligundulika na changamoto ya mkono kuvimba na kubadilika rangi e, hali iliyopelekea wataalam baada ya kumwangalia tarehe kumi na tisa waliandika barua kwa ajili ya kuomba ridhaa ya wizara rufaa, na tarehe ishirini yule mtoto alikuwa akafikishwa Dar es Salaam kwa gharama na utaratibu wa serikali kuanzia ambulensi kutoka hapa wizarani mpaka Dar es Salaam akapokelewa na ambulensi